Karibuni tena watu wa Mungu, tunapozidi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa umbali huu, na hakika tunaomba kwamba Mungu atuongoze atujalie neema mwana, maovu yamezidi ulimwenguni na tuko katika dalili za siku za mwisho kile ambacho kaomba kwamba ni Bwana aweze kuongoza. Kuna nchi, kuna vita sana, watu wakuli, watu wakonja. Kila kile ambacho wanaomba tu ni kwamba Bwana unaona, unacha haya natupata yeti. So hakika ndugu zangu, ni huzuni, kuja kwa Yesu ku karibu. Tujitie moyo, tusilegee bali tuweze kujiandaa ili ufanye wake. Akasema kwamba mtasikia tetesi za vita, kutakuwa na njaa, tetemeko la ardhi, vyote havina budi kutokea, ndipo ule mwisho vutu mm -hmm. So hakika ndugu zetu, hizi dalili zote zinaonyesha kwamba tuko wapi? Tunapoona watu wanaandamana, wananchi wakifikiri kwamba mambo yatakuwa mazuri kama ya hata wezekana kile ambacho kinatajika na watu wa maisha ya Yesu Kristo. Maana yake Yesu amesema kwamba alinyo mtu yote ambaye mtegemea mwanadamu. Sisi msaada wetu ni kwa Yesu Kristo. Zaburi mia na ishirini na moja, mstari wa kwanza hadi wa pili, nasema nitainua macho yangu na kutazama mlimani. Maana yake msaada wangu watoka kwa Bwana. So sasa hivi wakati ambao tunafaa kufanya matumaini yetu kwa wanadamu. Na katika Zaburi nasmanyasikuandamana so, tufanye nini? Wanadamu wafanye nini? Tayari sasa kusema kwamba dunia kuvunjika na kuvunjika dunia kupasuka na pasuka miaeea kile ambacho kinahitajika ndugu zangu, ni kumtafuta Yesu Kristo ambaye ndiye suluhu ndiye msaada, ndiye kimbilio letu wakati wa shida. Tunasema kwamba The lord is a very present help in time of trouble. Hiyo ni Zaburi 46:1, kwamba Bwana ndio kimbilio letu wakati wa shida yote ya so. Na ndio maana tunawahimiza kwamba, tunapoona hivi vitu vyote ambavyo vinafanyika, watu kuandamana, sijui nja, vita, hivi vyote ni kwamba tunaishi nyakati za mwisho ambao kamba tumbegesa muda mchache tustakize kurudi, hatujui maybe nilini, hatujui kama ni miaka miwili miaka mitano ama ni miezi ama ikawa ni dakika chache ambazo tunazungumza, bali kile ambacho tunasema kwamba ni kujiweka tayari, maanake lembo kwamba kwa saa msio dhania wanadamu wakaonekana mawinguni. Nani yuko tayari kumlaki akija mchana, akija usiku wa manane? Tupo tayari, watu wa Mungu. Na ndio maana katika kitabu cha rana vitukambwa kwamba anasema kwamba get ready, get ready, get ready. Anatoa, anatoa tahadhari: jiwekeni tayari, jiwekeni tayari. Ndio maana Mungu akisema katika kitabu cha Mathayo kwamba heri yule mtu ambaye Bwana akija awapate akiwapa watu chakula cha wakati. Na chakula chetu cha wakati huwa ambao tunafaa kupatia watu ni ujumbe wa malaika watatu ambao umebeba ujumbe wa kuokoa watu, ujumbe wa kuwatoa Babeli, Ufunuo 18:24 kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwangu enyi watu wangu msishiriki dhambi zake. Dalili za mwisho, dalili zaonyesha ishara kwamba yule ambaye tumemgoja kwa muda hivi karibuni yuko kurudi. Je, umejiandaa? Yesu atakapomaliza kazi yake huduma pale patakatifu kati, mno dhambi zako dhambi zangu zitakuwa zimesamehewa, ndugu yangu kaka yangu atujui ni lini manake, katumia katika Mathayo 28 4 36, saa wala wakati hakuna ijuaye, hata malaika isipokuwa Baba. So huenda parapanda ikalia wakati wowote, labda miaka kumi kuja ama kabla ya miaka kumi miaka mitano. Siku na saa tujui, bali tunaweza jua kulingana na dalili ambazo Yesu Kristo alipeana baada ya wanafunzi kuuliza kwa niaba yako na kwa niaba yangu katika Mathayo 24 mstari wa 1 mpaka hadi tano. Siku moja Yesu alipokuwa ameketi katika mlima wa Zaituni, wanafunzi akamwendea, Bwana, tuambie ni lini na nini dalili ya kuja kwako? Basi tunaona kwamba Yesu akaanza na kuambia kwamba, jitahadharini asikaadaha So jambo la kwanza kwamba kutakuja udanganyifu wa imani, na ndipo tukaambiwa kwamba tusiamini kila roho na hakika manabii wa uongo wameshatokea. So, ndugu zangu, dalili ni za mwisho, wengi wamepoteza matumaini, umeamua kujiua. Kuna video hii ambayo ilikuwa mtu kapoteza matumaini, basi akaenda kajilaza chini, gari kapita juu yake, badala ya kutoa maisha yake kwa Yesu Kristo. Ndugu zangu, saa zingine huwa nauma. Ndiyo, dunia sio mzuri, dunia sio, haikaliki. Lakini kuna yule ambaye anasaidia watu, mwana wa damu ambaye alitoa damu yake akatoa maisha yake kwa ajili ya wanadamu wote. Baada ya wazazi wetu wa kwanza Adamu na Hawa kutenda dhambi, iliweza kupata tena upatanisho kwa Mungu kupitia mwanawe Yesu Kristo. Yohana tatu kumi na sita kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanake wa pekee ili kila muamini asipotee, bali awe na uzima milele. Amaaminie mwana na uzima bali, asiamini ashahukumiwa. So, duniani, dunia inavunjika na Isaya alionyeshwa kwamba mzigo wa dhambi utailemea wa kwanza hadi na kuenda kumi na tisa, mzigo wa dhambi utailemea, na watu wanaoikaa ndani ndio wameinajisha dunia. Maana hata hivi juzi tuliona kwamba sheria ya ushoga iliweza kupitishwa, sheria mume na mume kuona mke na mke

basi akachukua wale ambao walikubaliana naye akaendelea nao hata sasa. Vile ilivyokuwa ndivyo itakavyokuwa, maanake ndi kata kitabu cha Mhubiri ama Ecclesiastic chapter 1 verse 9 na 10 okay? hakuna jambo mpya tokealo duniani chini ya jua, kwamba jinsi alivyokuwa ndivyo itakavyokuwa. Kama watu walikataa kusikia sauti ya Bwana hata sasa wangi wamekata na. Timotheo anadhibitisha hiyo katika kitabu cha Timotheo sura ya sura ya nne kwamba basiran awaziwazi kwamba nyakati za mwisho ambazo ni sasa hivi wengi watajitenga na na imani, kusikia mafundisho ya mashetani na roho zidanganyazo, watajipatia walimu makundi makundi. So ndugu zangu, ni jambo la kutikisa sana tuko ukingoni. Tutoe maisha ya Yesu Kristo, tukamwache yote aweze kutuongoza, manake anasema katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili saba na mstari wa kumi na nne iwapo watu wangu Bwana tukujina langu kiemeekeza mbele yake na kuniomba Lazima tunyenyekeze mbele za Mwenyezi mpizembe. Huenda ni jambo fulani umefikia, Huenda changamoto gani umefikia, lakini Yesu anatoa msaada, Yesu anatoa wito. Mathayo kumi na moja ishirini na nane na tisa njoni kwangu wote ambao mmelemewa na kujifunza mizigo, nami nitawapumzisha, mimi ranu kujifunza kwa mola. So Yesu ndiye njia, uzima na ukweli Yohana 14:6 so tunahitaji kwenda mahali popote kwa msaada wote hata tunapoona kwamba jinsi ambavyo wa watu walita, walitania kwamba dunia itabadilika hata awe nani atachaguliwa ni nani akuwe ni nani kile ambacho maandiko yamesema lazima atimie lazima maandiko yatimie timi na ndio maana mimi napenda Biblia sana Biblia iko wazi Si kama kitabu kile ambacho tasomama anake hakuna kigeugeo ama kubadilika. Akishasema jambo ni hivyo hivyo. Na ndio maana akasema katika Amosi 3:7 saba, hakika Bwana Mungu atatenda jambo lolote bila kufunulia watumwa wake manabii kile ambacho kinatukia. Tumeweza kufungua ujumbe wote ambao anatuongoza katika njia iliyo haki. Njia ya wokovu ni sisi kwamba tunachukulia haja. Ni sisi kwamba tumekubali. Yesu anasema katika kitabu cha Ufunuo 3:20. Tazama nasimama mlangoni nabisha. So mlango na pale ni roho yangu, ni roho yangu na roho yako. Kaka yangu na dada yangu. Kutakubali kusikiza neno la Mwenyezi Mungu mwine, na kufanya kulingana na kufanya mapenzi yake akikataka nasi na atuwezi jambo lolote bila yeye. Yohana 15 mstari wa 5, hamuwezi pasipo mimi manake ndiye mzabibu sisi matawi. He is the vine. So that can bear fruits. Rumi umedanganya wengi sana, lakini tunafurahi sana maanake Mungu ameweza kuleta ujumbe, Bwana akotoa watu, na hata mimi nilikuwa katika kanisa la Kirumi ama kanisa la Katoliki na nilikuwa natetea sana dini yangu sana, hata ni akashifuaje Singeza kubaliana na wewe, lakini wanasemanga kwamba kuna jambo lolote lisilowezekana mbele ya Mwenyezi Mungu. Hakika nilipopata ukweli na nikazidi kujifunza, Mungu akaniongoza nikasema, ah, kama mbona ni hivi na awa, wanasema hivi, kwani ukweli basi uko wapi? Nilipata jibu niliposoma kitabu cha Isaya 34:16 kwamba tafuteni katika kitabu cha Bwana mtapata hakuna jambo lolote ambalo nimekosa mtapata na pia nikasoma timotheo wa pili tatu kumi na sita kwamba biblia ndiyo chanzo cha mafundisho marekebisho na maonyo so nikaweza kupata ukweli baada ya kuweza kuhubiriwa na nikakubali kwamba hakika imani ya imani ya yesu kristo na ibada ni ibada ya siku ya saba ambayo ni sabato ya mwenyezi mungu so nikachana na hizo zingine, nikomba mungu akanisaidie sana. Ngawaji ilikuwa na yumbayumba, naenda narudi, naenda narudi. So kafika wakati nikamua tu basi, nikijua manake nimepata ukweli, maanake stafamu ukweli na kweli taweka kuli. Na kwa wale ambao ajui bado ujumbe tafikia, mungu ana Njia ambayo tutumia ile jumbe pesa kufikia, maana nasema habari njema itahubiriwa katika kila taifa, ndiko mwisho ule utakapofika. Mathayo 24:14, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa, na wala ambao wanafaa kuhubiri ni sisi, maana nasema endeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Wao ujumbe huu tumepatiwa tukapeleke katika kila taifa, kila lugha, kila jamaa, sio ndugu zangu. Dalili zinaashiria kwamba tuko kingoni. Changamoto ambayo iko nayo leta kwa Yesu Kristo. Usiwe ni mtu akokata kauli mapema, maanake ata tunaona baada ya Petero kumkana Yesu Kristo alipokuwa ameambiwa hivyo kwamba jogo chaweka mara tatu akaponekana alienda kalia tena, akasema, Bwana najua nimekutenda uovu, lakini nirehemu. Vile vile pia Yuda Iskariote alikuwa na muda wa kuweza kutubu baada ya kuweza kumshikia Yesu Kristo, lakini tunaona hakuweza kutumia muda wake vizuri, akaenda akajiua. So pia sisi huenda tumetenda jambo ambalo linamshikili na linamkasirisha Mwenyezi Mungu, lakini anasema kwamba iwapo tutakiri na Kunyenyekea mbele zake za Mungu, Mungu ni Mungu aema, anasema na tamani mktaote, bali ukawe kwake ni kwamba watu wote waweze kufikiria toba. Mungu akubariki, mtumwa wa Mungu, Mungu akuinua na Mungu akuongoze katika ufunuo abakaaka. channel yetu tuko eh, na channel mbili mbayo nahitaji E, ushirika wenu ama msaada wenu, mnapo mnapojumuika nasi katika kusambaza ujumbe huu, manake ndio ambao tunaweza tumeweza sisi kama vijana wadogo, ili kweze kumtukia Mwenyezi Mungu, ili ujumbe uweze wa kufika watu waweze kuamini ujumbe waweze kuandalika kwa ajili ya falma Mwenyezi Mungu. So tani ya kwanza ni na na ambaye ya natumia na najita aajuma ika pale, unaweza share na unaweza subscribe na unaweza comment. Ya channel ya pili tunayo ambayo inaitwa Itengenezeni Njia ya Bwana Ministry. ya pale inapatikana, na ujumbe ni ule ule tu, maanake sisi tunahubiri ujumbe wa sasa, ujumbe wa dakika tatu ambapo hatuogopi kutaja dhambi, hatuogopi kutaja mtu yeyote hata utawala wa Kirumi ambao wanasema hapana. Sisi tunaweka vyote dharani manake maandiko, na kama tumejitofiana nao, sisi hatuwezi tukaogopa jambo lolote, bali tunaogopa kwamba tumejitofiana na sheria za Mwenyezi Mungu. Sio kwamba atu zingatii sheria za ambazo zinatuongoza kama taifa hapana, zikigongana na Mwenyezi Mungu, hapo ndipo sasa tunaona kwamba aziendi sawa. Maanake Yesu alisema kwamba mpeni Kaisari aliyo Kaisari na Mungu mpeni aliyo Mungu. Kama Mungu amesema ibada ya Jumamosi, mbona sisi tuweke Jumapili? Hata kama ni serikali imepitisha sisi hatuwezi tukabaliana naye, maana yake mimi na Mwenyezi Mungu. Ya Mungu mpeni Mungu na Kaisari mpeni Kaisari. God will bless you. God will sanctify you as we prepare to stand before the great day of the Lord, which is the door. Mlango wa rehema uko karibu kufunga na hatujui utafunga lini, huenda ukafunga tukiwa bado tuwenye dhambi, basi tuwezipatikana katika uzima wa binguni ama tuwezipata uzima mbele. Lakini wanapofunga na kukamilisha huduma yake pale patakatifu muno, kama tuko upande wake, ama tuko tumetoa maisha yetu kwake, itakuwa ni furaha kwetu sisi wote. Maanake tutaenda mahali ambapo hakuna kifo, hakuna magonjwa, hakuna kilio, hakuna njaa, kama tutafurahi na kushangilia milele. So Mungu akusaidia mtu wa Mungu, Mungu akubariki, na vile tumesema, tunaona hata Daudi, nata Daudi, tunaona Danieli baada ya wakuu kushirikiana na Nebukadneza kufikisha amri ya kuabudu sanamu alikataa. Na ndio maana tumesema kwamba sisi mambo ya Mungu na mambo ya serikali yakiingiana, basi tunaona kwamba huyo ni uchukizo. Alikataa akasema, hapana, mimi najua ni Mungu ambaye anafaa kumwabudu, Mungu ambaye anaishi. Siwezi kujisujudia hili sanamu lako. Basi mfalme akakasirika akamuru moto utiwe nguvu mara saba, kisha akatumbukizwa mule. Lakini ajabu ni kwamba mkono wa Mungu unaweza yote, waliweza kuokolewa katika tanuru hili, na akiweza hata Nebukadinezar mwenyewe akasema, naona wane kama mfano wa mwana wa Adamu. Alishangaa ndipo akajua kwamba kuna Mungu ambaye anastahili kuabudiwa na kuheshimiwa. Hata sisi na hili nasisitiza kwa watu wa Mungu wote, iwapo ni nani, iwapo ni kitu kipi, ni wateza, kwa njia gani wataweza kutulazimisha tukiweze kuabudu siku ambayo sio ya sabato, siku ambayo si ya saba, ambayo Mungu ametakasa. Ni lazima tukatane na hiyo. lazima tusimame na kweli ambao metuma aliweza kusoma nao kina Petro, kina Paulo, kina Yohana wengine wakauawa, wengine wow, wakachomwa, wengine wakadhihakiwa, lakini walijua kwamba Mungu pekee yake ndiye anapaswa kuabudiwa na hata sisi, ndilo jambo ni waku kwamba Mungu anapaswa kuamliwa, kuabudiwa na kukuzwa. Basi tufikie pale tupate dua. Baba na Mungu, tunakushukuru tunasema ni asante kwa kila jambo jema umeweza kututendea katika maisha. ambayo tumenena kinyume na mapenzi yako, tumenena vibaya, tunaomba msamao msamaha wa dhambi maana si ndamu wa na ndimi zetu huenda zimeteleza. Kuna wengi ambao wamekata tamaa baada ya kuwa katika dunia ambayo imejaa dhambi, dunia ambayo imejaa uovu. Uwasaidie Mungu Baba tena waweze kurudi kwako, kwa maana umeweza kuja na kuleta mwana Yesu Kristo, ili akiweze kupumzia mizigo yao na kuondoa dhambi zao. Hatuwezi pasipo wewe kuomba, katuongoze upate nguvu na hekima hata sisi kama fumaako tujali na zaidi, naomba akkea kutupa nguvu na roho kama mitume ambao walisema kwamba ni nibasi kumwabudu Mungu na kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Na iwapo tunaona kwamba serikali inaingiana na mambo ya dini ama mambo ya ibada yako Mungu Baba, hatufai kushirikiana nao, bainaaa kupinga, maanaake ya Kaisari yafaa kupewa Kaisari